Hata sikhizi nicheze ye hata mara kumihakuna. Sasa basi, kumetokea chai nyingi leo, ambazo zimeleta siri za watu wengi ambao wameenda kwa waganga na tumeona video zao wakiwa kwa mganga, wakifanya uchawi wao, wakifanya mambo ya maajabu, majina kutupa baharini. Sasa basi, tunataka kujua kwa upande wako, wwe kwenda Mombasa mara ngapi, uh. Kama I think mara tatu hivi, mara tatu yeah. Na n na hapa na pale, ulipoenda na labda na grupu za, la watu ambao unawajua kwa TikTok, haku, hakuwahi kutokea mambo ya, ya kwenda kusafisha nyota, mambo hakuna. We ujue, sijawahi enda, sijawahi enda na mtu. The last time hata nilienda ilikuwa aga

<laughs> ni, waka ni, waka unajua waka bundi transformer ni ishara mbaya sana yani, ukiona bundi ujue kuna, kuna, kuna, kuna watu ambao wa karibu wanakufuatilia kukuharibia yani. Sasa ilikuwa juu ya gate imesema mpaka tisa, tukajua labda, unajua wengi naja walimpiga mawe wakasema huyu ah, anatengeneza mboka na vitu vingine, but na tulivyoambiwa hapa tunaambia kabisa ni, ilikuwa last ya mwezi wa kumi na moja Ndo kipindi ambacho Tizian umeingizwa kwenye chupa na wakaika maugonjwa wao, pigane na mwiti. Unaona, mwiti ndo yeye ndo amekuharibia. Basi sio muhusika yeye, muhusika ni mwanamke ambaye amekufanyia hivyo, na huyu mwanamke mko tap tap the screen, mko wote hapa na,